Na mtu anaweza kakiacha kitu chake atasomwa, na hawezi mtu leo akaja kutoka nje kuja kuleta fitina, hali ya kuwa si mwanzilishi wa jambo hili. Atamletea fitna mtu aliyedakia, sio mwanzilishi wewe. Pia hawezi kukutoa mtu kwa sababu wewe ni mwanzilishi, na mimi hawezi kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio asli. Imeleka uzuri mpaka hapo, eh, eh, eh. Kwa hiyo tujitengeneze tu mambo eh, yakae alqulubu aui wa afdaluha bamtala abil khair eh, hizi nyo hizi ni vyombo lakini vilivyo bora ni vile ambavyo vimejaa vimejaa khairi. Kwa hiyo salafia ni mahali pa khairi, lakini tujaribu kusahau salafia. Sasa hivi inaitwa mahad nuri sunna. Mahad nuri sunna ni jina ametupa metupa Omar, al-Habib Omar bin Hafiz baada ya neno Salafia kuingia balaa duniani, neno zuri, na ndio maana sisi tulianzisha neno Salafia kwa sababu ya kutaka kufata salaf asali, lakini baadaye ilipokuwa kwamba ukitaja Salafia maana yake wewe gaidi, maana yake nini? Hata wale walikuwa wakisema labda hapa pana ugaidi ni kwa sababu ya kukimbilia kwa neno Salafia. Sasa Sharifu alipokuja hapa, alipozuru mahala hapa, akatuambia, sikilizeni, ondoeni hili kwa ajili ya kuondoa mashaka sababu hata mkiomba nani nje hamtapata misaada. Misaada ama, basi tupe jina na wewe, hatuna haja tena. Maana tumeanza Salafia, imekuja kama tuna ugaidi, tutaanza jingine. Wale kuja kukamata mambo mengine, wewe ni Alhabibu, wewe ni Sayyid, wewe ni Sharifu sibtu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tupe wewe. Akasema hii itaitwa Mahadu Nuri Sunna Alislami. Alifumba macho kidogo hivi, alipofungua akasema hii itaitwa Mahadu Nuri Sunna Alislami na hizi fusul madarasa ya kila darasa litakuwa na jina lake: faslu Abubakar Siddiq, faslu Ali ibn abi Talib, faslu namna hiyo. Alitoa ule utaratibu ambao ameutoa ambao. Kwa hiyo hapa tupo kwa jina la Mahad Nuri Sunna kwa sasa, zamani Salafia, na msingi wake ni huu ambao nimeueleza nime